Nilitoa somo kuhusiana na madhara ya energy drink na mojawapo ya swali au hoja iliyokuja ni kwamba, uh, hizi energy drink nimezungumza, zina madhara mengi na sio nzuri kabisa kwa matumizi uh, lakini uh, mojawapo ya hoja ilikuwa ni kwamba, uh, hizi bidhaa zimethibitishwa na TBS na kwamba ni bora kwa matumizi ya binadamu. Sasa kwa nini uh, mimi nazungumza kwamba ina madhara au kwa nini tafiti zinazungumza kwamba zina madhara lakini bado zinaruhusiwa uh, kuendelea kutumika au zinaruhusiwa kuzalishwa uh. Kazi ya TBS sio kudhibiti, eh, mambo ya kiafya au sio kudhibiti sana sana, kuangalia eh, mambo ya kiafya kwa undani zaidi. Kazi ya TBS au vyombo hivi vya kudhibiti uh, ubora wa bidhaa. Kumbuka uh, TBS haidili na mambo ya, ya, ya bidhaa za kula tu, nadili na ubora wa bidhaa zinazoingiza nchini au zinazozalishwa nchini. Kwa hiyo yenyewe inaangalia kulingana na sheria. Kuna sheria ambazo zina zinapitishwa kimataifa au sheria ambazo zimepitishwa kwa nchi yetu ya Tanzania kuhusiana na e, na ubora wa bidhaa. Kwa hiyo inaangalia mambo ya usafi, inaangalia mambo ya uh, kemikali mbalimbali mbali, ambazo zinatambulika kisheria kwamba haziruhusiwi katika flow ya hizo products. Kwa hiyo TBS inaangalia hivyo lakini haimaanishi kwamba bidhaa eh, iliyothibitishwa na TBS kwamba ni bora na ina nembo ya TBS haimaanishi kwamba eh, inafaa kwa afya. Sasa eh, nitakupa mifano mingine mbali na energy drink, mfano eh, vyakula vyenye sukari nyingi. Unafahamu kabisa hakuna mtu ambaye ana doubt kwamba eh, ukila vyakula vyenye sukari nyingi hizi, uh, ambazo ni added sugar, refined sugar, refined eh, pipi, biskuti, vinywaji baridi kama soda inakuwa na sukari nyingi sana ambazo zinadhuru afya zetu moja kwa moja, e, kuanzia kwenye mudi, kwenye vitambi, magonjwa pressure, sukari, magonjwa kibao. E, hiyo ni moja, lakini vina nembo ya TBS na vimethibitishwa na vipo madukani na vinaendelea kuzalishwa. Kingine uh, snacks ambazo zinakuwa na preservative ambayo inaitwa MSG. MSG ni, ni aina ya kemikali ambayo inaongezwa kwenye vyakula na madhara yake ni makubwa sana ikiwemo saratani uh, inasababisha hyperactivity kwa watoto, hawasikii hawezi kufocus, hawezi kujifunza. Tunapoteza nguvu kazi ya taifa, kwa sababu watoto wanakuwa wapo hapo tu, tabia ambazo hazieleweki, kwa sababu ya hivi vyakula ambavyo tunapewa, wanapewa kutoka supermarket zenye MSG. Huo ni mfano wa pili. Mfano wa tatu, pombe. Nani asiyejua kwamba pombe zina madhara? okay. na na, na tafiti za hivi karibuni zimeonyesha kwamba hakuna kiwango bora au safe eh, eh, kiwango cha chini kizuri ambacho kina afya, kwamba kinafaa kwa kina matumizi. Pombe ni pombe, hata ukinywa kwa kiasi gani ina madhara, lakini zimethibitishwa pia na zipo sokoni, zitaendelea kuzalishwa. Mfano mwingine ni nyama zilizosindikwa processed meat, shirika la afya la dunia. Sasa shirika la afya la dunia limegroup nyama iliyosindikwa processed meat kwamba ni group one carcinogen kwamba inasababisha saratani ya utumbo mkubwa moja kwa moja, lakini zile zina lebo ya TBS. Kwa hiyo haimaanishi kwamba kuwa na lebo ya TBS ni kitu salama kwenye afya yako. Kwa hiyo kazi ya kazi ni kwako, kwa wewe mwenyewe kutathmini kwamba hizi product ambazo zimeingia sokoni au zinazalishwa, je, zinafaa kwa matumizi yangu Zitanifaa mimi kama mimi kwa afya yangu, zitanifaa mimi kwa matumizi yangu ya sasa hivi? Ni wewe ndio unatakiwa kuamua, na sio kila kilichothibitishwa na TBS wewe unatakiwa kukitumia. Na ndio maana mimi, kama daktari, wajibu wangu ni kusaidia kukupatia taarifa ya kwamba hiki kina moja mbili, hiki kina moja mbili. Sasa ni wewe ndio utaamua kwamba maelezo ya daktari niyafanyie kazi au na mimi niangalie namna nyingine Wajibu ni wako wako, na wewe utawajibika na matokeo yatakayotokea. Lakini vinginevyo usichukue personal sana, tenga muda wako ujifunze, angalia vitu ambavyo vitakufaa zaidi kwa ajili ya afya yako.